Ndugu yangu, usijutie juhudi zako sahihi ulizotoa ila hukuona matunda. Jasho lolote lile la halali ambalo limedondoka chini ni mbegu ya baraka itakayokuja kuota bila hodi. Hivyo usihuzunike, hujapoteza, umewekeza ulipo mema, kila aliyeandaa kuzipokea na waliojiandaa ni majaribio. Usilazimishe umuhimu wako kwenye maisha ya mtu. Usijifanye wewe ni bora sana kwenye maisha ya mtu. Upendo si kelele inayolazimishwa, ni lugha ya moyo inayoeleweka kwa mhusika. Ndugu yangu, omba kila kitu maishani, ila usiombee ukutwe na hali ambayo wewe unaongea ukweli, yaani ukweli wako wote, ila wanaokusikiliza hawaamini hata kidogo. Hiyo ni mbaya. Usiombee ukutwe na hali kama hiyo, yaani wewe unaongea ukweli kabisa, lakini wanaokusikiliza hawaamini hali hiyo, na kuombea isikukute. Yaani hapo hata kama huna hatia, sheria lazima ikubebe na maji. Ndugu yangu, ni Mungu pekee anaweza kukutoa hapo ulipo, na kwa bahati mbaya Mungu wetu haonekani, hivyo usiache kumuomba ndugu yangu. Ukinisikiliza vizuri leo hii, utaelewa kuwa si kila mfungwa ana makosa. Wengine hakukuwa na lugha sahihi ya kuthibitisha ukweli wao. Ndugu yangu, pesa inanunua watu wengi, na kitu chochote ambacho kina watu wengi ndio huwa sahihi na kweli. Kwa hiyo, pesa inaweza kubadili uongo kuwa ukweli na ukweli kuwa uongo. Sheria haina jicho sahihi la kuona hilo, sababu sheria ni kipofu, na fedha huleta upofu zaidi, hata kwa wale ambao wanaona vizuri. Ndugu yangu, usipokosolewa inamaanisha unataka usifiwe hadi kwenye makosa yako mm. Ndugu yangu, kama hautaki watu wakukosoe, unamaanisha lengo lako unataka usifiwe hadi kwenye makosa yako. Inamfaa kwa mwenye hekima kutoogopa kukosolewa, na wasiopenda kukosolewa huja kuificha kweli. Uificha kweli sababu hawaipendi, inawaumiza ndugu yangu kile ambacho uwe unakifanya pale unapokuwa na hasira au huzuni kinaweza kukuua. Mwanadamu ni kile anachofanya pale ambapo hakuna anayemuona. Chochote ambacho ukifanyi hadharani, unakifanya kwa siri, kwa kujificha, basi tambua, usipokuwa makini, ndicho hicho hicho ambacho kitakuua au kukujenga. Binti yangu mrembo na mzuri, tafadhali sana na kuomba usile fedha ya mwanaume ambaye humpendi. Ukifanya hivyo ni sawa na kumchungulia baba yako. Ndiyo binti yangu, usile pesa ya mwanaume ambaye haumpendi. Kufanya hivyo ni sawa na kumchungulia baba yako, ni kosa hilo. Ewe binti, usifaidike kimahusiano na mwanaume ambaye hawezi kuwa mpenzi wako. Zaidi ya yote, dumisha uzuri wako, ila usisahau kudumisha akili yako, sababu vitabu vyako vitakatifu vinasema mwanamke mzuri asiye na akili ni sawa na pete ya dhahabu kwenye pua ya nguruwe. Ndiyo, mwanamke mzuri asiye na akili ni sawa na pete ya dhahabu kwenye pua ya nguruwe. Binti yangu, sikieni nikwambie, ukiona tunda limeiva ujue hata kuoza limekaribia. Ukiona u mrembo ujue uzee wako pia unakaribia. Binti anayefukuzia uzuri wake, mbio zake aziishii sakafuni, mbio zake uishia uzeeni. Ndiyo, binti ambaye siku zote yuko bize anafukuzia uzuri wake urembo wake, mbio zake haziishii sakafuni, mbio zake uishia uzeeni. Urembo ukoma uzee ukifika, kumbuka hata bibi alikuwa mwali. Uzuri una mwisho ila akili haina mwisho. Uzuri uishia uzeeni, ila akili huenda hadi kaburini. Binti yangu, utajiri wako usiuwekeze sana kwenye kitu ambacho kinaisha, utaishia kuwa maskini. Tajiri wa wanawake ni mwanamke mwenye akili, siyo mzuri. Ndiyo, usiwekeze sana kwenye kitu ambacho kinaisha, utaishia kuwa maskini. Tajiri wa wanawake ni mwanamke mwenye akili, siyo mzuri. Mwenye akili udumu, ila mwenye uzuri peke yake uwai kufa. Binti yangu, aidhuru huwa inadhuru, kuwa makini sana na vile vitu ambavyo unaviamini kupitiliza. Binti yangu, sikia nikwambie. Usimkatae mwanaume sababu ya umaskini wake, sababu umaskini si kilema, bali mkatae mwanaume tena haraka sana mwanaume ambaye hana maono, maana huyo tayari ameshakufa. Mwanaume bora ni yule anayekujali, si tajiri. Maana kamusi ilisema kuna utofauti kati ya mwanaume mtoaji na mwanaume mwenye hela. Ndiyo, kuna utofauti kati ya mwanaume mtoaji na mwanaume mwenye hela. Hapo unaweza kumpata wa pili, mwanaume mwenye hela lakini si mtoaji. Maamuzi ni yako. Ni ngumu kumpenda mwanaume mwenye hela asiye mtoaji, lakini rahisi sana kumpenda mwanaume mtoaji asiye na hela. Kijana wangu, kumbuka ubora wa mwanamke ni akili yake, ni kama vile ambavyo umuhimu wa maji ni kazi zake. Ndiyo, umuhimu wa maji ni kazi zake. Kumbuka maji hata yayo machafu kiasi gani, maji hayo yanaweza kuzima moto, maji hayo yanaweza kumwagilia mmea, maji hayo yanaweza kufukuza vumbi. Hivyo kumbuka, mwanamke hata kama yuko na mvuto kiasi gani, ila kama hana akili basi hana kila kitu. Kijana, ukikimbilia kuoa mwanamke mzuri sababu ya uzuri wake pekee, basi umefanikiwa kuoa tatizo moja zuri sana. Ndiyo kijana, endapo utafanikiwa kuoa mwanamke kwa sababu ya uzuri tu peke yake, basi kijana, umefanikiwa kuoa tatizo moja zuri sana na matunda yake utayaona ndoani, sisi tupo tunakusubiri. Hata kama kile ambacho unafanya ni chema kiasi gani, ila kama hakina maana kwa unaowatendea, basi ni kazi bure. Yani uenda unafanya jambo jema zuri, lakini kama hilo jambo jema zuri halina maana kwa unaowatendea, wafanya kazi bure. Ndugu yangu, ni kama vile kupiga adhana kwenye himaya ya viziwi. Mwanangu, acha kujichosha. Kupiga adhana ni jambo zuri, lakini unapiga adhana wapi? Kwa viziwi, mwanangu wajichosha. Udhaifu wa kila mwanadamu upo kwenye kile kitu anachokiamini. Unaweza kumtawala yeyote yule kupitia kitu ambacho anakiamini. Unaweza kuwafanya wanadamu lolote lile ambalo unataka kupitia kitu ambacho wanakiamini. Ukiwa mkubwa utaelewa. Hata dini ni silaha nyeti kwa wenye nguvu. Amka ndugu yangu, amka mwanangu, kapambane. Una ndoto ya kuikumbuka ya kupasa kuitimiza. Amka chakalika, muda ndiyo huu. Na kabla sijaondoka, kabla sijamaliza chakula cha ubongo leo, niko na swali juu yako. Je, ndugu yangu, rafiki yangu, mwanangu, kijana wangu, binti yangu Je, yeah, una watu watu, hey, una watu. Kama huna watu, tafadhali ndugu yangu, tengeneza watu. Siku ukipelekwa jela, una watu wa kuja hapo kukutoa, au ndo game over? Kama hauna watu, tengeneza watu. Siku ukipelekwa kulazwa hospitali, una watu wa kukuletea chakula? una watu wa kulipa bili, au ndo basi tena kama hauna watu, tengeneza watu ndugu yangu. Siku umefukuzwa kazi, una watu wa kukupatia kazi? Kama hauna tengeneza watu ndugu yangu. Siku umefukuzwa kodi ya nyumba imeisha, unaambiwa uondoke, una watu wa kukuokoa? Una watu wa kuambia jamani, vitu vyangu hivi nitunzieni, visitupwe? Una watu wa kukuwazima hela ulipe kodi? Kama hauna watu hao, tengeneza watu Siku umekamatwa na trafiki barabarani, umevunja sheria, una watu wa kuwapigia waongee na trafiki yalegeze? Kama huna watu, tengeneza watu, ndugu yangu. Umesoma vizuri, ajira za polisi zimetoka, za jeshi zimetoka, ualimu zimetangazwa, una watu wa kupambania upate ajira huko? Kama huna watu, tengeneza watu, ndugu yangu. Umedhulumiwa mali zako, washenzi wamekudhulumu una watu wa kuzuia mali zako zisiguswe? Kama huna watu tafuta watu, ndugu yangu. Jina lako lina kila sifa ya kupata uteuzi na utumishi wako hauna mashaka, una watu wa kusemea huko juu? Mm, jina lako lina sifa zote ili uweze kupata uteuzi, na utumishi wako ni safi, hauna mashaka, lakini je, una watu wa kusemea huko juu? Kama hauna watu tafuta watu, ndugu yangu. Umebambikiziwa kesi ya uhujumu uchumi, una watu wa kukuokoa? Kama huna watu, tengeneza watu. Unapeleka biashara yako ng'ambo ya nchi, vizuizi ni vingi. Ama unapeleka biashara yako toka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, njiani vizuizi ni vingi. Una watu wa kupunguza vizuizi? Kama huna watu, tafuta watu, ndugu yangu. Sikia nikwambie, hii dunia hii tuliyopo bila watu bila watu ni ngumu sana hivyo na kusi, tengeneza watu. Dunia ni watu. kama hauna watu ndugu yangu, utaambulia patupu. Siku hizi elimu bila watu ni bure, biashara bila watu hutoboi, siasa bila watu utachelewa sana. Unataka kuwa mbunge, kuwa diwani, kuwa meya, kuwa waziri, vyovyote vile, kama huna watu utachelewa sana Una kipaji, huna watu, utakufa nacho ndugu yangu. Mafanikio bila watu, hiyo sahau. Watu ni maisha, watu ni mafanikio. Mtaani una watu, majeshini huko una watu, ugaibuni una watu, kwenye siasa una watu huko. Je, mahakamani una watu? Je, hospitali una watu? Hiyo ndio tunaita connection ndugu yangu. Tengeneza connection upunguze jamu ya maisha. Hiki ni chakula cha ubongo.